Watu wetu adwa itu adwa kirima, wacha niulize mara ya mwisho, mnataka tuwafanyie kazi ama tuwachochee? Mnataka vita ama mnataka maendeleo? So bimi, I have spoken like that with pain because for the first time nimeona uchungu wa wazee wetu ambao wametafuta mali kwa bidii kwa miaka mingi, kwa kuteseka, kwa jasho, alafu kwa sababu ya upumbavu ya tofauti ya kisiasa tunaanza kuchomania mabiashara, tunafunga barabara. Wewe kijana, ukifunga hiyo barabara na wewe ni kijana mdogo, labda unafungia mama ako, ama rafiki ya mama ako ambaye ni mjamzito anaenda hospitali. Usifunge barabara kwa sababu ya siasa. Mambo ya siasa, kama upendi MCA ama rais ama gavana ama seneta ama mwingine, ngojea siku ya kura upige kura ya kumtoa. Watu yetu, munakubaliana na mimi? Mrenda wila tuchape kazi, tuchapane na kazi, na munaona hatulali. We have to work hard every day. Mimi nataka niwaulize kwa, kwa unyenyekevu. Tofauti ya kisiasa ni kawaida. There is no problem. Hata tukiwa na vyama ishirini ni sawa, kwa sababu siku ya, ya kupiga kura, si kila mtu ataulizwa ile kazi alifanya, kwa sababu hakuna mtu haja kuwa kiongozi. Kila mtu ataulizwa wakati ulikuwa hii kitu e, ulileta nini? Kieni ulileta nini? Nyeri ile kaunti nyingine ulileta nini barabara ngapi ulipush ikapatikana? Stima ngapi uliunganisha? miradi ya maji ile ulileta? Kama sijafanya kazi mimi, unajua nimeingia hafta, kama sijafanya kazi tu ile nimetakuwa dp, time is out. Lakini wale wengine pia watoe track record yao, as simple as that. Kwa hivyo mimi nawaomba kwa heshima, tukazane na mambo ya kujenga uchumi wetu na tuwe ni watu wa nidhamu.